Sasa yule mali akanambia, ak ak ak kwamba bwana, mimi nilikuwa nikiwambia, sasa msipeleke kwa sababu jamaa hawa pesa zenu watazila. Akasema, lakini kwa kwa hichi nilichokifahamu leo mimi ndo nitakuwa mhamasisha mara moja kwa kuwahamasisha watu pale ambapo marehemu atakuwa kafariki kwa yao ya mirathi wayalete huko kwa sababu huko pia kuna salama zaidi. Na mwingine, kwa sababu ni mambo ya mahesabu. Kishatokezea <coughs> si mara moja wala mara mbili, shekhe anafanya hesabu, anafung anawafungia wa wa wa warithi wa marehemu hesabu yao kwa mujibu wa mali ilokuwepo. Matokeo yake anakuja anakosea, sivyo vile ambavyo ilihitajika kwa sababu ni hesabu. Sasa tunahamasishwa kwa sababu kule ni sehemu ambayo inashughulika na maswala hayo na wahusika ni wataalamu wa maswala hayo. Kwa hiyo, kutokezea kukosewa si mara nyingi, kwa sababu ni bia, lakini kutokezea kukosea si mara nyingi, na inaweza ikatokezea kukosea baadhi ya wakati kwa sababu ya ya maelekezo ambayo pengine yametolewa na warithi wenyewe. Imefanyika mirathi, kumbe warithi huku kuna mtu hawaja hawajamuingiza ndani ya mirathi, akuingizwa. Mwisho wa siku anapata taarifa yule mhusika, bwana, nimesikia huku kuna mirathi inafanywa, lakini mimi sijapata taarifa yoyote, mimi marehemu mzee wangu baba wangu, lakini wenzangu naona wanarudi katika kumbukumbu kumbu, na muda mwingine mpaka inafikia pahala wanarithishwa hii. Lakini huwa haiwi kosa letu, kwa sababu sisi tunapokea taarifa kutoka kwa warithi wenyewe. Hatuwezi kujua kila information ambayo ipo katika familia, ila tunachohitajika ikitokezea hivyo ni kuchukua nini, kuchukua hatua na mwingine wahusika wanapelekwa mahakamani kwa sababu fedha wishachukua. Kwa hiyo wanahitajika fedha wasirejeshe kwa kile kiasi ambacho yule waliyekuwa hawakumwingiza na yeye ni, ni, ni fungu lake. Kwa hiyo utaratibu unakuwa unafanyika Jambo la pili, ku, kurithi mapema kunapelekea eh, kuendeleza udugu chake. Tukichelewa kurithi, inapelekea kutokezea migogoro na ile hmm, migogoro inakuwa sababu ya, ya kufanya hio kukatika familia, na hayo ni mambo ambayo nafikiria sote ni mashahidi. Sifikirii kama kuna sheria, hakujawahi kutokezea hilo suala au hatujawahi kusikia. Ni vitu ambavyo vipo, familia kukatana kwa sababu ya mali watu wakahasiana, waka ni jambo ambalo lipo, sisi tushashuhudia sana. Kusini kwetu kule watu wanakuja, pengine baba mmoja, mama mmoja, wamekuja tumekaa pamoja, tuje tudiskas pamoja kwa ajili pa pa ya suala lile, watu wanatukana na matusi ya nguoni, baba mmoja, mama mmoja, kwa sababu ya ya mali. Familia moja ilikuwa kuna matumbo kama mawili, matumbo mawili yale yishagawana alafu kuna, kuna, kuna watu wa hili huku wanaungana na na hawahuku wakawa wanagombana, kiasi kwamba wakasahau kwamba marehemu alikuwa na madeni, na walichokuwa wanakigombania, marehemu alikuwa mfanya biashara, wala alikuwa na duka, ukawa kuna bidhaa wanaita wanaita food staff vyakula, vyakula vile vya makopo na maboksi, wakawa nanania na virithishwe, tupewe, kila mmoja apewe na chake. E, hivi haviwezi kurithishwa, tutafute mtu aviumue. Zogo basi, vikae tu kwanza mpaka tufikie mwafaka. Hatuwezi kukaa kwa sababu muda si mrefu, bila expire hivi, nikawakuta mkukute wakati huo marehemu ana deni lisilopungua milioni 80. Mpaka hii leo bado madeni yanaendelea kulipwa, familia washakatana, huyu hamsalimi huyu, huyu hamsalimi huyu, kwa sababu ya mali. Sasa tunahamasisha tuna sana watu wafanye